Makamu mwenyekiti wa Halmashauri ya Buchosa mkoani Mwanza, Maxmillian Luteli amesema kuwa ushirikiano uliopo kati ya madiwani, watumishi wakiongozwa na mkurugenzi, pamoja na wananchi katika halmashauri hiyo umeendelea kuwa chachu ya kupata hati safi. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kumalizika kwa kikao cha Baraza la Madiwani kwa ajili ya taarifa ya robo ya tatu Januari hadi Machi mwaka wa fedha 2024 2025. Makamu huyo ameongeza kuwa ni vyema kuzidisha ushirikiano ili kufikia malengo waliyojiwekea. Mimi naitwa Maxmillian Luteli Mkungu, ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Buchosa, lakini pia ni diwani wa kata ya Katwa. Kwa hiyo kupata hati safi sio kwamba ni madiwani tu au ni watumishi tu, ni mshikamano uliopo ndani ya halmashauri yetu, waheshimiwa madiwani, watumishi na wananchi kwa ujumla, ambao wanatuunga mkono katika shughuli za maendeleo na mpango wa fedha unakuja vizuri, tunashirikiana. Unajua halmashauri kama halmashauri ina kamati mbalimbali mbali. Na kamati hizo mbalimbali, kila diwani yumo kwenye kamati. Tuna kamati ya fedha, uongozi na mpango, ambaye mwenyekiti ni, ni mwenye wa kamati ni mwenyekiti wa halmashauri, makamu anamsaidia. Tuna kamati ya elimu, afya na maji, tuna mwenyekiti wake. Tuna kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira, tuna mwenyekiti wake tuna kamati ya maadili tuna mwenyekiti wake, lakini pia tuna kamati ya kudhibiti magonjwa ya UKIMWI. Kwa hiyo kamati zote hizo tunapokaa, tunashirikishana, ndio mpango mzima ambayo natufanya sisi tufikie katika mambo mazuri, lakini pia tuna CMT wataalamu wetu. Kwa hiyo jambo linalofanya CMT kama wataalamu tunaenda, wanatufanyia mambo ambayo kulingana na kanuni taratibu tunayoyaazimia, wanayatekeleza. Kwa nini sipatikane kama tunashirikishana wataalamu madiwani, yani mkurugenzi akiwa ya namba moja, mheshimiwa mbunge na huku, rais anatuletea fedha nyingi na wananchi. Kwa hiyo mimi ambacho na, nasema mshikamano wetu ni ule ule, tunazidisha yani, wale wenzetu wanasema keep it up, lazima tuiweke juu hiyo. Kwa hiyo ushirikiano, mimi lengo kwamba ushirikiano wetu ndio utatufikisha vizuri, kutoa taarifa ya mapato na matumizi ngazi ya vitongoji mpaka vijiji mpaka hapa, itatuvusha mapato, kwa sababu mwananchi ataendelea kufanya kazi. Sisi wananchi wetu wanajitolea, ndio maana utaangalia sasa hivi kuna shughuli ambazo zinafanywa na wananchi, miradi halmashauri inakuja ina, inatopwa hapa. Kwa hiyo wananchi tutaendelea kuwashirikisha na wananchi tunaendelea kuambia ili halimashauri iendelee kutusaidia tufikie tena hati safi, na wananchi pale ambako halimashauri haijafanya kazi, waendelee kuunga mkono serikali ambayo inaongozwa na Mama Suluhu Samia Hassan. Bilioni 66.2 kwenye halimashauri sio mchezo, lakini zimekuja halimashauri ya Buchosa kwa ushirikiano, watumishi kama CMT inayoongozwa na mkurugenzi, ushirikiano pia wetu madiwani, ushirikiano wa wananchi, ushirikiano wa mbunge kuunga jitihada za rais, ndio sisi tutaendelea kutufikisha hapa, na tunahakikisha mwaka huu Samia Suluhu Hassan anashinda kwa kishindo Buchosa, kwa sababu amefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na sisi ambayo ni wasaidizi wake. Niwapongeze sana halmashauri, mkurugenzi pamoja na watendaji kwa kufanya kazi nzuri ambayo imeonyesha kwamba imekubalika kia mpaka tukapata hiyo hati safi katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa. Ombi langu pamoja na kuwa na hati safi kuna kuwepo na hoja niombe halmashauri ihakikishe zile hoja zinafutika. <coughs> Nawaomba management timu ya wataalamu wakae waandae majibu vizuri. Taratibu za taarifa ikitoka huwa zinajulikana, inaanzia management, zinaenda kamati ya ukaguzi, zinaenda finance na hatimaye zinakuja baraza ili tuondokane nazo kabisa, na hilo linawezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ombi langu kwamba itafanikiwa. <coughs> na hatimaye hata tukiitwa, tutaitwa kule tu kupeleka kile ambacho tumeshakamilisha, tumeshamalizana na CAG. Siprian Magupa, wa Daily News Digital Mwanza.